Na na, na timu ya voliboli ya KDF ilishinda Nairobi Prisons seti tatu kwa bila katika mchuano wa mkumbo wa nne wa ligi kuu ya mpira wa voliboli ya kina dada iliyoandaliwa katika uwanja wa Nyayo, Nairobi. Ushindi huo ulikuwa ni wa tatu kwa KDF kwenye mkumbo huo wa nne baada ya kuzilaza Young Spykers na Kenya Army. Nairobi Prisons ilianza vyema mchuano huo na ilichukua uongozi wa alama 12 kwa 7 katika seti ya kwanza, lakini KDF ilitoka nyuma na kuchukua uongozi wa alama 19 kwa 16 kwa mara ya kwanza kwenye seti hiyo walioshinda pointi 25 kwa 23. KDF iliendeleza usogoro wao katika seti ya pili na kuibuka washindi alama 25 kwa 17, kisha wakajihakikishia ushindi kwa kutoa seti ya tatu alama 25 kwa 13. I'm very happy for my girls, for winning this match. Uh, we had really planned for it and you were very much prepared. I knew you were going to win. My girls were not settled, but later on they relaxed and played their game. Roli yangu ni kama advisor kwa team kupea timu team morale juu, wakiona the more nacheza hivyo pia wanapata fight juu, after all nimetoka maternity, so kila mtu anaona eh, hey, yaizi nishinda, lazima niweke bidii Ushindi huo unaweka hai matumaini ya KDF inayofunzwa na aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa kina dada ya volleyball ya Malkia Strikers Jacqueline Baraza ya kufuzu kwa mechi za mwondoano, ilhali Nairobi Prisons italazimika kushinda michuano yake miwili iliyosalia ili ifuzu. Kwingineko, Stanbic Ses ilipoteza mechi ya nne msimuni baada ya kushindwa alama 55 kwa 43 na Strathmore Swords wakati wa mchuano wao wa ligi kuu ya kinadada ya mchezo wa kikapu iliyoandaliwa leo katika uwanja wa Nyayo. Strathmore, inaorodheshwa ya tano kwenye msimamo wa ligi hiyo, ilishinda robo ya kwanza alama 11 kwa saba. Stanbic ilijibidiisha katika robo ya tatu iliyomalizika sare alama 11, 11. Strathmore ilishinda robo mbili za mwisho alama 16 kwa 14 na 17 kwa 11 na kunyakua ushindi wao wa sita. Jacklin Atieno aliibuka mfungaji bora kwa upande wa Strathmore baada ya kufunga jumla alama 11 ilhali Margaret Nerea aliongeza alama saba zaidi. Stanbic, inayoshiriki ligi kuu kwa mara ya kwanza, imekuwa na msururu wa matokeo mazuri, huku ikishikilia nafasi ya tatu, na sasa hii itakuwa inaangazia kurejelea matokeo mazuri itakapomenyana na USIU Flames katika mechi yake ijayo. Joyce Otiende alifungia standby kalama saba huku Frida Kandi akiongeza alama nne zaidi. Bana Dokumu, Darubini Michezo.